Tuelekee sasa kaunti nambari tatu ambapo, huku siku ya kupiga kura ikikaribia, tume ya uchaguzi IEBC imekutana na kamati ya usalama ya kaunti ya Kilifi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kilifi, kamishna wa IEBC Alutalala Mukwana amehakikishia wapiga kura eneo la Magarini kuwa tume hiyo iko tayari kwa zoezi la kupiga kura kwenye uchaguzi mdogo wiki ijayo. Mwanzi, mwanzo maafisa wote wanaohusika na, na shughuli nzima za, za uchaguzi washafunzwa. Leo hii inshallah, nikitoka hapa tunaenda kuwapa kuwa kiapo cha uaminifu, kuhakisha kwamba kura watazipiga bila y kuwa ni wenye fitna na njia za kandokando. Hawa uh, ha, maafisa, huyu ni meneja wetu bwana Jumaa. Huyu ndiye afisa anayesimamia uh, shughuli hizi RO, almaarufu anaitwa Mwafondo tayari wamekita pale katika kituo cha kuhesabia kura na wanawafunza wale ambao watasomea kura leo. Tukimaliza kesho, tunaingia kikundi kingine, kaunti namba 46 ambapo naibu